wa binadamu, ndani ya kila seli ya binadamu huwa kuna protini huzalishwa inaitwa glutathione. Glutathione ni muunganiko wa vitu vitatu: glutamic acid, ni muunganiko wa glycine, ni muunganiko wa cysteine. Sasa hivi vitu vyote huzalishwa ndani ya mwili na hutumika kutengeneza kitu kinaitwa glutathione. Glutathione ni sumaku yenye nguvu ambayo inanasa sumu na kunusuru viungo vyako visilete e, hitilafu au visishindwe kufanya kazi. Kwa mfano, unaweza ukamwona mtu ana chunusi nyingi usoni zinazotengeneza e, kiini kiini kiini, kumbe changamoto inaanzia kwenye damu. Mwili wake umezongwa na sumu nyingi, kwa sababu glutathioni imepungua Unaweza ukamwona mtu anatumia muda mwingi kuamka, kiuno kinamuuma, anatumia muda mrefu kuamka baada kujisaidia ya kujisaidia kwa sababu magoti yanauma, kuchuchumaa kwenye vyoo vya kuchuchumaa hawezi. Huyo mtu ana asilimia kubwa, ana upungufu wa glutathioni mwilini. Unaweza ukamwona mtu kifua kina mbana anashindwa kupumua vizuri kila siku, aishi kutumia inhaler, dawa za ambazo zinafungua mapafu, aishi kutumia dawa za mishipa, anasema mimi nina athma. Hizo ni dalili mojawapo kwamba sumu zimezidi mwilini, amepungukiwa glutathione. Unaweza kumkuta mtu anahangaika na pumu ya ngozi, ngozi inamuwasha muda wote, kumbe tatizo linaanzia kwenye damu, amepungukiwa glutathione. Mwanaume goigoi goi, wakati wa tendo la ndoa E, mwanamke hana hisia wakati wa tendo la ndoa, vitu vyote hivyo, uchovu wa kila siku, yani ni mchovu, hujafanya kazi yoyote, lakini we unaonekana mchovu. E, uchovu huu, mwanaume anashiriki tendo la ndoa akishafikia ugazi, mwanaume anachiriki choka na hema yani kiasi kwamba mpaka mwanamke anamhurumia, anasema baba, usirudie tena, mpaka ukaende hospitalini ukachunguzwe, kwa sababu hali hii inaweza ikahatarisha kifo. Sasa hayo yote, shida iko kwenye damu. Kumbe kila seli ya binadamu hutengeneza kitu kinaitwa glutathione. Sasa endapo uwezo wa mwili kutengeneza glutathione ukishuka, kinachotokea ni nini? Inachotokea ni mwili wako unakuwa kwenye msongo wa sumu. Sasa kwa nini unashuka? Kwa sababu watu wengi hatuli vitu ambavyo vinahamasisha e, utengenezaji wa wagh, vitu ambavyo vinahatarisha mtu kupungukiwa. Kitu cha kwanza ni pale seli zako za mwili zinapofubaa. E, zinafubaa kwa sababu seli zako za mwili a, unazilisha sumu nyingi. Vyakula vyote vya kukaanga vinapoingia katika mwili vinahitaji, vina sasumu vingi, kwa hiyo unaulemea uwezo wa mwili jenet